Jimbo la Arumeru Mashariki lina jumla ya vitongoji 330 ambapo kati ya hivyo vitongoji 284 vimepatiwa umeme, 17 vipo katika hatua za utekelezaji kupitia mradi wa ujazilizi na mradi wa kupeleka umeme katika vitongoji awamu ya Pili A. Vitongoji 29 zabuni imetangazwa ili kupata wakandarasi wa kutekeleza miradi kupitia mradi wa kupeleka umeme vitongojini awamu ya Pili B. Kukamilika kwa miradi hii kutawezesha vitongoji vyote vya jimbo la Arumeru Mashariki kufikiwa na umeme. Kata za mashariki mwa jimbo la Kongo, kwa maana ya Kingori, Leguruki, Marvango, Ngarina, Nyuki, Nangabobo zinapata maji kutoka msitu wa mlima Meru, lakini maji haya yana fluoride nyingi. Taasisi ya Koika imejitolea kutuwekea mitambo ya kusafisha maji haya na kuhakikisha kwamba yanakuwa free of fluoride. Je, ni lini serikali atatupelekea umeme wa uhakika kwenye kule kitongoji cha Seneto eneo ambalo eh, Nashukuru kwa swali mzuri la Mheshimiwa mbunge na nikiri, Mheshimiwa mbunge amekuwa akifuatilia jambo hili kwa muda sasa, lakini tayari tulishamwelekeza meneja wa Arumeru Mashariki na tayari wameshatenga fedha kwa ajili ya mwaka ujao wa fedha kwa ajili ya kupeleka umeme wa uhakika katika kitongoji hichi cha Seneto, kata ya Legeruki kwa ajili ya kutibu fluoride, kuondoa fluoride katika maji. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, swala hili tunaenda kulitekeleza na mimi kwa niaba ya Mheshimiwa waziri nimkumbushe mene mashariki ahakikishe kuanzia mwezi wa saba jambo hili linatekelezwa, ili wananchi wa Arumeru mashariki hususan katika maeneo ambayo ametaja Mheshimiwa mbunge wapate maji ya uhakika ambayo yanaondolewa fluoride katika mitambo ile. Je, yeah, ni lini Serikali itawaunganishia umeme wananchi wa kitongoji cha Orera katika kijiji cha Mweka kati, nimwahakikishie mheshimiwa mbunge, mkandarasi ambaye anaitwa Silex Engineering yupo site, anaendelea na kazi ya upimaji. Kwayo niwahakikishie wananchi wa Orera wataenda kupata umeme hivi karibuni, kwa sababu tayari mkandarasi yupo site <mucho>